Iran pamoja na Israel imekuwa ni vita ambao inakuwa inaibua vitu vingi sana hoja nyingi sana katika nchi tofauti tofauti. Mara baada ya Marekani na yeye kuweza kuingilia kati, basi kuna baadhi ya watu wamekuwa na vitu tofauti tofauti. Sasa rais wa zamani wa Urusi ambaye kwa sasa ni makamu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi, ambaye anafahamika kwa jina la Dmitry Medvedev, ambaye pia yeye amesema kwamba Rais Donald Trump atakuwa ameanzisha vita vipya vya Marekani kwa kuweza kuishambulia Iran. Watu wengi wamekuwa mtazamo tofauti tofauti kuhusiana na swala hii au katika kauli hii ya huyu aliyewahi kuwa rais wa zamani wa Urusi ambaye kwa sasa hivi ni makamu mwenyekiti wa baraza la usalama wa Urusi. Sasa kupitia ukurasa wake wa Telegram aliweza kuandika kwamba Trump ambaye aliingia kama rais wa amani ameanzisha vita mpya kwa Marekani. Trump ambaye aliingia eh, kama rais wa amani ameanza vita mpya kwa Marekani. So, huo ndio mtazamo wake kwamba Trump wakati anaingia kwenye madaraka yake alikuwa anaongea masuala mazima ya amani, masuala mazima ya kuikomboa nchi, lakini sasa yeye, kwa sasa hivi eh, ni takriban tu siku kadhaa tu ambazo ameweza ku, eh, ku, kuongea kuhusiana na swala zima la Iran, pamoja na eh, eh, Israel, lakini pia ameweza kuishambulia tena Iran kwenye masuala mazima ya kile kitovu ambacho wanazalisha masuala mazima ya nyuklia na vitu vingine kibao. Sasa e, katibu huyo ameweza kuongea kwa uchungu zaidi na kusema kwamba Trump ambaye aliingia kama rais wa amani ameanzisha vita mpya e, kwa Marekani. Sasa, vikosi vya Marekani viliweza kushambulia maeneo matatu makuu ya nyuklia ya Iran huku Trump akaonya e, kwamba Tehran itakabiliwa zaidi mashambulizi mabaya ikiwa haitakubaliana na amani. Sasa ni, ni, ni, ni, ni vile tu kuforce kwamba eh, Trump anachotaka yeye kwamba ni Iran aweze kusalenda pamoja na Israel, aweze kukaa chini waweze kuyamalizia haya, lakini Iran yeye kwa upande wake ameweza kukataa kabisa kuto kutaka kusimamisha mapigano haya. Sasa kuna nchi nyingine tofauti tofauti ambazo pia zimekuwa na mitazamo mbalimbali kuhusiana, eh, na machafuko haya ambayo yanakuwa yanaendelea huko, kama nchi za guba, eh, kama Saudi Arabia, Qatar, eh,

Brazil zilieleza kwamba huzuni yao na kusikitishwa zaidi, umuhimu wa diplomasia na kuweza kuusisitiza kwa namna moja ama nyingine, mara baada ya operesheni za kijeshi, huku baadhi yao zikisema udukuzi huo ni ukuaji na uhuru wa taifa la Iran na sheria za kimataifa. Saudi Arabia pia ilikemea wazi kuhujumu uhuru wa Iran na kuita hatua hiyo hatua ya kusikitisha sana. Kwa upande wa Pakistan, serikali ya Pa, eh, Pakistan yenyewe pia iliweza kukemea vikali shambulio hilo kama wa sheria za Umoja wa Mataifa ikisisitiza haki ya Iran ya kuweza kujilinda kwenye mfumo wa UN. Noma sana, mambo yamekuwa ni mengi sana. Kila nchi imekuwa inakuja na eh, namna yake tofauti tofauti ya kuweza kuangalia machafuko hayo ambayo yalikwisha kutokea katika nchi ya Iran ambayo pia yaliweza kusababisha na Marekani ambaye waliruhusiwa na Donald Trump kuweza kushambulia katika maeneo matatu tofauti, ambayo ikisadikika kwa maeneo hayo ndio vinara kabisa wa kuweza kuzalisha mabomu ya nyuklia, ambayo pia wakiwa wa Iran wakiweza kuyarusha kwa upande wa Israel, kitu ambacho hakitakiwi, jambo ambalo Trump na Marekani nzima haitaki, ambacho inataka enyewe kwa kwamba Iran pamoja na Israel inatakiwa kuweza kumaliza au waweze kukaa chini kwa mazungumzo zaidi, waweze kumalizana na, na e, vita hiyo na kuweza kuachana nayo kabisa. Sasa Russia pamoja na China, Urusi pia yenyewe kupitia wizara yake ya mambo ya nje imeeleza kuwa hatua za kijeshi zinaweza kugusa mgogoro huo, kwa kuwa ule wa wenye hatari kubwa ya makombora ya nyuklia na kuweza kuhatarisha kuwa hivi vitapelekea mgawanyiko wa kimataifa mataifa na mgawanyiko mkubwa sana kutokana na hiki ambacho kimekuwa kimeweza kufanya e, hivyo. Huyo ni Mrusi, lakini pia China pamoja na Urusi zimetoa wito waharaka wa diplomasia na kuweza kusitisha gasi ambazo zinakuwa zinaendelea kutokea katika nchi zetu, lakini pia katika e, nchi ambazo zinapatikana hapahapa e, Israel. Marekani pia wamekuwa na wenyewe wakiingilia maswala haya ya mavita, imekuwa ni noma sana. Sasa drop comment yako hapo, yape maoni yako kuhusiana na michakato hii ambayo nakuwa inaendelea. Ni kweli Iran pamoja na wakae chini wayamalize, au machafuko yaweze kuendelea? Yako itakuwa ni muhimu sana Take